Wale ni askari ambao wao wanalinda nchi, wanalinda mali za watu, mali za raia. Mali zinaharibiwa, watu wanatia moto, askari afanye nini? Watarajia nini wewe? Haya mengine watakuwa na jibu wao ikiwa watazipata hizo sauti, watakuwa na jibu huko kwenye mahekalu yao na, na, na kwenye makanisa yao. Hapa tunaelezea amani, lakini najua baadhi ya pointi mimi na washuti wao moja kwa moja kwa sababu hii nchi ni yetu sisi sote, sio ya nchi ya askofu wala ya padri fulani wala ya mchungaji. Hii nchi ni ya kwetu sote. Mimi ni mtanzania halisia, al asliyu hii ni mtanzania. Kwa hiyo na haki ya kusema yale ambayo ya sawa, hasa nakuona pale kwamba haya mambo tukiyanyamazia, ni sababu ya watu wengine kujiona kwamba wao wana haki na wana haki ya kusema, bali wana haki ya kuamrisha serikali. Sio jambo la sawa. <coughs> Na nukta ya kwanza, tunaposema haki, haki ni nini? Tukisema haki, haki ni nini? Haki inamaanisha upatikanaji wa kile ambacho cha sawa cha msingi au cha haki kwa kila mtu. Ndio maana ya haki, kwamba kupatikana kitu kwa haki kwa sawa kwa kila mtu apate haki yake. Hii ndio maana ya haki. Ndio maana ikasema kwamba iwezekana kweli ikawa ni kweli haki. Swali, je, yeah. Waislamu sio watu wenye haki katika nchi hii. Hii ni swali, ni lazima tupate majawabu kwamba je, waislamu sio watu ambao wana haki katika nchi hii? Swali la pili, waislamu hawana mchango mkubwa ambao waliotoa katika kupatikana uhuru wa nchi hii? Mambo lazima tujiulize. Tunawauliza wao tupe majawabu. Nani ambaye asiyajua mchango ambao wameutoa Waislamu katika nchi hii kupatikana uhuru, mpaka wazee wetu wamekufa kwa sababu ya kupambana na uhuru. Watu walikuwa wanamshika wana yule baba wa taifa wanampeleka wana, anafunga saumu wanashinda naye ndani ya funga, lengo upatikane uhuru wa nchi hii. Waislamu wana mchango mkubwa sana. Kwa hiyo kufikia hatua mkajalia kwamba waislamu ni daraja ya pili au ya tatu, si jambo la sawa katika nchi hii. Lakini pia suali jingine, waislamu sio binadamu au ni kama mjama mwingine kupunda ng'ombe sio binadamu? Sio? maanake leo kuna watu ambao walisimama wakasema, ah, unajua kuna haki za binadamu, haki za binadamu zimekiukwa. Haki za binadamu zipi? Haki za binadamu zipi? tukisema Waislamu au haki za binadamu hawa haki za binadamu muda si mrefu, na pengine mpaka leo, wa Palestina wanakufa. Haki gani za binadamu zilisimama na wakasema wale ambao wanakufa? Au kwa sababu ni Waislamu hawana haki. Lau kama wangalikuwa ni makafiri wale, dunia ingesema, lakini kwa sababu ni Waislamu, watu wakachukulia kwamba ah ha, Waislamu hawana haki. Kwa hiyo Muislamu ni kama vile punda ufupi wa maelezo huhusiana na haki, kwa maana kwamba jambo la kwanza tukisema haki ni kutendewa kwa usawa, yani kila mmoja apate usawa wake, kila mmoja apate haki yake. Swali, Usawa uko wapi leo katika nchi hii? Haki iko wapi baina ya wa waislam na wakristo katika nchi hii? Iko wapi haki? Kwa sababu unaposimama ukasema kwamba haki haki maana yake ni kutendewa haki kwa usawa. Hivi watu wanadhania kwamba <clears throat> sisi waislamu hatuji chochote ambacho tunachoendelea katika dunia, kwamba baina ya serikali na Wakristo twajua mpaka ruzuku ambazo wanazozipata, ruzuku hizo zinatoka serikalini zile pesa na mali, yale mafungu ambayo wao wanayachota ni, ni mafungu ya kodi za Watanzania ambao tukiwemo Waislamu. Leo waislamu wanatoa kodi zao zinakwenda kanisani, twajua sisi lakini, je, ni nani aliye kusimama na kusema kwamba na waislamu wapewe? Waislamu wana haki kwa sababu ya kile ambacho kinapatikana na haki yao. Jambo la tatu maana ya haki wanasema ni kupatikana kilicho chako bila ya dhuluma, pasina kudhulumiwa, ndio maana ya haki. Swali, hebu tuambieni nyinyi, mnadai kwamba serikali haifanyi haki. Je, Nyinyi mnaidai serikali mliwapa nini? serikali wamewadhulumu ni kitu gani? Lazima lipatikane jawabu. Na tukienda katika nukta ya uhuru, uhuru pasina mipaka ni vurugu, na haiwezekani. Hata majumbani kwenu pia kuna mipaka, hakuna askofu wala mchungaji ambaye eti akasema, ah, watoto wacha waongee tu. Lazima nyumbani kwako umeweka utaratibu, mtoto ataongea kile ambacho kinastahili kuongea, kinyume cha hapo, la, hawezi kuongea, utamzuia. Kwa nini serikali isiyo na utaratibu? Hakuna serikali ya sampuli hiyo, kwamba kila mmoja ana haki ya kusema, ana haki ya kuongea uhuru. Hakuna jambo hilo cha ajabu sasa, kama Waislamu wakiongea mambo au baadhi ya mambo, utasikia watu wanasema, huyu mambo ya udini. Cha kwanza ndio gaidi huyu, atazamwa huyu ni gaidi tu, huyu udini huu. Lakini hayo anayosemwa huko watu wala wasimi kama ni udini. Alafu baya zaidi, utakuwa unasoma zile komenti za watu wengine, utaona majina yao ya Kiislamu wamdhania kwamba huyu ni mwislamu pengine pengine, lakini hajui kitu gani anachosema, anasimama anaungana na maaskofu ambao wao lengo lao sio kingine, tusidanganyane hapa, lengo lao. Kwa nini anaongoza mwislamu? Basi hii ndio shida. Kwa nini umama anaongoza mwislamu anaongoza baba wa taifa, hatukusikia maneno sisi. Akaongoza mzee Mwinyi, watu wakatia maneno mengi sana, huo nchi inaongozwa na mwanamke, anachukua ushauri kwa mke wake, ikawa nchi nchi nchi. Lakini wanasahau yale ambayo yalikuwa hayako kwa kupitia mzee Mwinyi rahimahullahu taala nchi ikafunguka, watu wakavaa nguo, watu walikuwa wanavaa mifuko. Nchi hii ilikuwa ukikamatwa na kipande cha sabuni unakwenda jela wewe, lazima ukatoe maelezo. Nani ambaye asiyajua? Sisi tumeaona, si kwamba tumesimuliwa. Leo pana sema vibaya Waislamu ambao ni sababu ya watu kufunguka maisha yao. Akaingia mzee Mkapa. Alipoingia mzee Mkapa akasema maneno mengi, fungeni mkanda na vitu gani. Hakuna aliyesema watu, kimya bali Waislamu pia waliuawa, hakuna aliyesema watu. Walikuwa walikufa Waislamu sana tu, na haya akayandika kwenye kitabu chake, haya yapo, akiomba msamaha kwa yale aliyofanya, lakini nani alisema? Watu walikaa kimya kimya kabisa, hakuna lisi, kwa sababu waliokufa ni Waislamu. Leo hawa waliokufa miongoni mwao ni watu ambao mtu anasimama askofu, anasema hawana silaha, wamechoma na nini, sheri za watu, wamechoma na nini, magari ya watu, wametia hasara za watu, bali ni majambazi, ni wizi. Hakuna sheria hiyo. Inakuwaje mambo haya? Akaingia Kikwete, watu wakamsema, kazi kucheka cheka tu nataka ah, nini nyinyi? Lakini wakati huo wao wenyewe wanakiri, makanisa, maaskofu, wachungaji, unawasikia wanakwambia, wanakuambia wakikaa Waislamu tunanufaika sana. Sasa sasa kuna mambo ya OIC ambayo jambo hili lakini jambo linawahusu Waislamu. Kwa hili ni jambo la usalama na Waislamu. Mwaka 1992 nyinyi mliingia mkataba na serikali wa kuchota pesa twa jua ya haya mambo mkachota mchochota mpaka kesho mmachota yinyi pesa. Waislamu walipokuja kutaka kujiunga na OIC nyinyi mkaumia, na waislamu walipeleka jambo hili bungeni kuomba kwamba lipitishwe na suala ukadhi, lakini nyinyi mlilipinga. Kwa nini mlipinga? Kwa sababu ya kutazama kwamba waislamu sasa makazi sasa watalipwa mishahara kutoka serikalini, na mnaona kwamba waislamu hawana haki kwayo, nyinyi ndio mna haki zaidi ya haya. Twayajua sisi, tulikuwa tunanyamaza, sasa tunayasema, mjue, twayajua wala tutaji dunia hiyo, tawaamia dunia ijue ya kwamba tunajua na hichi mnachokifanya kuta kuchafua hii nchi twajua, na yeye ndo malengo ya kanisa duniani hasa Katoliki. Hii ndo kazi yao, kazi yao ni kupambana popote. Kuna, kuna makala ipo inatembea ikielezea mambo mengi tu kuhusiana na historia duniani. Katoliki kishika nchi lengo lake ni nini? Hakuna maendeleo wao na masilahi yao tu. Kuna mchungaji mmoja nimsikia anaongea jana jana wajuzi asema kanisa limepoteza ni mwelekeo, nishaingia kwenye siasa. Akasema najua mtukana sana, tukaneni tu, lakini huu ndio ukweli, mmepoteza mwelekeo. Sisi twasema kwamba wamepotea wao. Wao hawajapoteza mwelekeo, washapotea kwenye dini liosimama, hiyo dini yao haiko sahihi. Sikukuelezea huko, lakini nawaambia kwamba sikupotea kwenye siasa tu. Maana kwenye siasa ataponda pia, yuko huko, si uko nao huyo ponda na yuko nao, ndio mwanaharakati. Watu wengi wanaona kwamba ni shehe, hawa ndio mashehe njawa. Akapita Kikwete akaja Mzee Magufuli akatawala, wakaufyata fya, hakuna aliyosema. Na mpaka siku moja nakumbuka, aliongea maneno akawapa onyo. Mbona mnaficha ile audio au video? Mbona mnaficha

kule watu walikuwa wakikimbilia kanisani wanauawa, wakikimbilia msikitini wanapata amani. Kwa nini? Kwa sababu lengo lao kanisa ni uongozi, hawana chochote. Sasa si mnataka tuseme, kwa sababu kuna watu leo wanalalamika, unawasikia wanakuambia ah, utekaji umekifiri Watu wanauawa ni kweli, kwani mwaanza kuuawa leo? Kwani mwaanza kutekwa leo? Nani asiyejua jambo katika? Sehemu ambazo watu wamepotea, viroba vimeokotwa kwenye mifereji, baharini, mbona mnajua wapi? Mbona msemi kweli wa kweli? Mbona mliufyata kipindi cha cha ja Kikwete, watu walikuwa na mambo ya mchakato wa katiba, wakapambana, katiba mpya, katiba mpya, katiba mpya, katiba mpya, Kikwete akaitikia, lakini baadaye alipoingia Magufuli kabla ya katiba mpya ile, watu wakanyamaza kimya, hakuna aniongelea katiba mpya. Akaondoka, alipoingia mama tu, mama Samia, tayari katiba mpya, katiba mpya, kwa sababu tuateka haki sisi Hawa watu wataki haki. Hili jambo lazima mjitambue, hasa Waislamu, hasa vijana. Kuna watu wanakuingiza katika mambo wala hawajui. Hawa lengo lao ni Uislamu. ha antum tuhibunahum wala yuhibunakum, hii ndio mmewapenda wao, wala wakupendeni. Hili jambo lazima ujitambue. Wao wanachuki na Uislamu na wanapambana dhidi ya Uislamu na watu laa Ukasikia maneno mengi leo mitandaoni, kila kitu dunia dunia dunia. Ni nani na rais wao? Wao ni nchi gani ambayo haina rais? Msituchafulie nchi yetu. Mmeshindwa ku, kuishi hapa hameni. Kama alivyosema mlio ambayo sikuishi hapa ahame. Lakini wallahi hatutowacha kuyasema haya mambo. Kwa sababu tukinyamaza wanatuona kama vile sisi mabwege fulani hivi, hatujui mambo. Twajua tena. Nataka niwaambie jambo, sisi bwana, tuna mwongozo wa Qur'ani na Sunna. Lau kama ingelikuwa dini yetu hii inasema si wanafanya hivyo na situfanye hivi, tungeshachafua siku nyingi sana, na hakuna ambaye angeweza kuzuia Ninawaambia mimi. Lau kama dini yetu ilikuwa inaruhusu, tungewaambia Waislamu sasa tupambane. Tungepambana. Lakini dini yetu turuhusu. Sisi ni watulivu sana, tena sana. Tunatulizana, tuna subira, tutawapa Waislamu subira, lakini haya ni lazima tuyabainishe. Allahu almusta'an. tuna katika ile nukta ya, ya OIC kadhalika, na ukadhi, waliongea maneno mabaya sana, wakasema ah, haya maneno, yani hizi agenda na vitu gani viingizwe kwenye katiba, katiba itanajisika kwa maana yale. Yaani, mambo yetu sio ukadhi ya OIC yatainajisi katiba ya nchi kwa maana mtohara sana. Wao wanashindwa kujitambua kwamba je, wao wako tohara hivi? Wao na nguvu kumweka hapa. Nani nani anatona nafuu? Ndio jawabu watakuwa nalo wao, lakini tutawaambia kwamba katika Uislamu sisi tuna mwongozo ambao ni sahihi. Hatukuwa na vurugu, tukakaa kimya, tukanyamaza, kwa sababu tukijua kwamba haya mambo tukiyashikilia, hapatokaa salama nchini kwetu, tukaamua kutulizana kadhalika na kuwatuliza Waislamu. Ndugu zangu Waislamu, fanduru kaifa karana Allah neemataini, tazameni namna Allah subhanahu wa ta'ala alivyozifanya pamoja neema mbili azimataini tukufu, at'ama min aljui chakula

au amani kadhalika na chakula ndio msingi katika misingi ya utulivu wa mwanadamu, kadhalika na raha yake. Anasema Al-Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, Al-Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala anasema, neema tano, la yaifu qadrahuma, hakuna anayejua thamani yake nafasi yake ila man faqadahuma isipokuwa yule ambaye aliyekosa neema hizi mbili. Ukikosa neema mbili hizi utajua thamani yake. Akasema al-amnu wal afya, amani kadhalika na afya. Ukiwa na afya huwezi kujua kwamba una, una, una thamani wewe, ukiwa una afya una na thamani watu wangapi ambao hawajui wa kwamba mimi nina amani na thamani, mimi nina afya na thamani, na kitu ambacho ni thamani watu wengi hawajui. Lakini ukikosa amani utajua. Watu wa Mwanza, baadhi yetu mwajua kile ambacho kilichopita kwa siku mingi tu. Wenye akili wanatambua amani ni nini. Wagonjwa walijua thamani ya afya, kwa sababu mtu ni mgonjwa, anaendaje hospitali? Hakuna amani. Huo ni mfano tu. Amani haijapotea kabisa, ipo. Lakini leo unamsikia, namsikia askofu anasema, dunia inajua kwamba amani haipo, watu wamegawanyika. Umegawanyika wewe na mkeo, lakini sisi tuko na amani, hakuna yegawanyika. Sisi sisi tuko salama kabisa. Kama wewe na mkeo mmegawanyika ni wewe, lakini usikae ukatoa maneno ambayo wa kama vile wapumbavu wa Kenya, baadhi yao, maana kuna baadhi ya wa wapumbavu wa Kenya wanatia maneno katika nchi yetu, lengo ni kuichafua nchi, lakini ukipatiliza ni udini. Hii ni shida kubwa sana. Kuna mmoja anamta mwanasheria, wakili mmoja, itosu na nane fuili alikuwa akimtetea bwana mmoja tundulizwa aitwa nani, si yule rais wa mawakili si nani? Aliongea ujinga mmoja mbubu kusisimua, nilimsikia. Alafu anasema iti maneno kwamba unajua sasa hivi Tanzania, watu wanaongelea udini. Ajabu kabisa, udini. Tukwambia hebu kuwa basi na adabu, wajua kwamba nani alianza kuongelea udini. Huu dini umewanzisha wa, hao wachungaji wenu. Hili jambo liko wazi, hakuna asiyekijua.